Kwanza kabisa ili nitawale watu na niwaongoze watu, lazima niongoze watu wenye afya. Kumtawala mtu ambaye afya yake hana uhakika nayo, huwezi kutawala wa watu. Kwa hiyo mojawapo ya kipaumbele changu cha kwanza <coughs> siku mia moja za kwanza, endapo wana Kilosa watanipa ridhaa ya kuwa mbunge wao, ni kwenye swala la afya. Swala la afya nitahakikisha tunashirikiana kuona namna ambavyo hakutakuwa na mama ambaye anaweza akaenda e, kujifungua akibeba ndoo akibeba labda grav akibeba labda eh, ukosefu wa madawa mahospitalini. Kwa siku mia moja za kwanza ninatamani sana nitumie nguvu juhudi hakili na maarifa kwenye upande wa, wa, wa sekta ya afya, kwa sababu kuna changamoto nyingi sana upande wa sekta za afya vituo vya afya ndani ya jimbo letu la Kilosa bado vichache sana, lakini zahanati ambazo zimejengwa bado hazijitoshelezi mahitaji ya wananchi. Kila siku yanaongezeka, watu wanaongezeka kila siku. Kilosa ya leo <coughs> sio Kilosa ya juzi ya, ya miaka ya nyuma, kwa pressure ya watu imekuwa kubwa sana kwa hiyo huduma za afya zinahitajika sana. Ziko kata nyingi sana ambazo tuna wajibu wa kwenda kuhakikisha tuna tunatekeleza tuna, tuna hiyo huduma za afya. Kwa kipaumbele changu cha kwanza kabisa ni afya mm. Lakini kipaumbele changu cha pili kabisa ambacho naamini na, na mm. kitakwenda kutusaidia ni swala la huduma za maji. Tuna changamoto kubwa sana kwenye kata nyingi, watu wanakosa maji. Kilosa tumebarikiwa kuwa na ardhi ardhi nzuri, Kilosa tumebarikiwa kuwa na miti mizuri, tumebarikiwa kuwa na mito, tumebarikiwa kuwa na mabwawa. Kwa yako maeneo bado yamekuwa na changamoto ya maji. Sasa changamoto sio sio jeografia ya maeneo, changamoto ni vifaa vya kupata hayo maji, tunapataje kuchimba visima. E, yako maeneo visima lazima vichimbwe eh. Yako maeneo ambayo mimi naamini lazima tushirikiane kuomba wadau watusaidie kuhakikisha tunapata maji. Kwa hiyo changamoto ya changamoto ya, ya, ya pili ambayo kipaumbele cha pili nafikiri ni kwenye swala la swala la maji E, imekuwa imekuwa ni changamoto kubwa sana mimi. Ndani ya siku mia moja za kwanza nitahakikisha kila kijiji hakiwezi kukosa maji safi na salama, maana sio tu maji maji. Hapo je, maji hayo ni safi na salama? Lakini changamoto kipaumbele cha, cha, cha tatu Kilosa ni, ni, ni, jiografia ya wakulima ni jiografia ya wakulima na wafugaji kwa hiyo ni lazima kipaumbele cha, cha, cha tatu ni hakikishe tunaboresha mambo ya kilimo. Tumeona serikali yetu ya eh, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania tulipoletewa swala Stakabadhi Ghalani ni swala jema sana, kwa sababu ni swala ambalo lilikuwa lina linawafanya wakulima wauze mazao yao kwa uhakika, lakini bado kuna changamoto kubwa sana kwenye swala Stakabadhi Ghalani. Bado mkulima anayelima mbaazi auzi kwa bei yenye kumfanya aone faida kwa hiyo kuna changamoto kubwa inayohusiana na masuala ya kilimo, mazao bei bado ni ndogo, gharama za pembejeo zimekuwa zimekuwa kubwa, ulimaji umekuwa wa gharama kubwa sana. Migogoro pia ya, ya, ya, ya wakulima wafugaji ni sehemu inayoturudisha nyuma sana. Mimi naamini yuko, yuko mkulima ambaye anakwenda kununua nyama buchani na yuko mfugaji ambaye anakwenda kununua unga unga dukani. Kwa mimi imani yangu ni wote sisi ni, ni, ni watu wamoja. Kwa hiyo naamini kipaumbele changu kingine ni kwenye swala la kuhakikisha tunaondoa migogoro ya wakulima na wafugaji, tunakwenda kuboresha maslahi ya, maslahi ya wakulima, tunakwenda kuboresha maslahi ya wafugaji wetu katika kufuga, ufugaji wa kisasa usio ufugaji wa, wa, wa kuhamisha hamisha. Migogoro hii haiishi kwa sababu hali zisizo zote haikui lakini mifugo inaongezeka, ni lazima tukawashauri wafugaji wetu namna bora ya kufuga kisasa tukawashauri wakulima wetu namna bora ya kulima katika, katika kisasa, wasitegemee tu kilimo peke yake cha mvua. Lakini kipaumbele kingine ambacho naamini katika siku mia moja zangu za kwanza ni swala la michezo. Ni lazima tuunganishe vijana katika michezo. Michezo imekuwa ajira sana, tuna vijana wengi sana e, eh, Kilosa yetu miaka ya zamani tulikuwa tuna timu za mipira, tulikuwa na kumbi mbalimbali ambazo watu walikuwa wanaburudika, tulikuwa na ngoma za asili kwao. Kipaumbele changu pia ni michezo.